Mahakama Kuu imesikiliza mawasilisho ya mwisho katika kikao cha mtandaoni cha kesi inayopinga uhalali wa Bima afya ya jamii na mamlaka afya ya jamii, huku seneta Okiya Omtatah na walalamishi wengine wakisema kwamba mfumo huo mpya wa ufadhili wa afya ni kinyume cha katiba. Hata hivyo, serikali imetetea marekebisho hayo, ikisema yalipitishwa kisheria na yanalenga kuimarisha huduma za afya kwa wote. Alipofika mbele ya Jaji Bahati Mwamuye, Seneta Okiya Omtatah alisema kwamba bima hiyo ya afya ya jamii ni sawa na kutoza ushuru maradufu, akisema huduma za afya kwa wote zinapaswa kufadhiliwa kupitia ushuru wa jumla badala ya michango ya lazima ya wafanyikazi. Alikosoa mchango uliotumika kuanzisha mfumo huo mpya wa afya, akisema kwamba Seneti haikuhusika katika kuidhinisha marekebisho ya sheria ya fedha. Omtatah pia alihoji tofauti katika moda ya ulipaji wa mikopo na kuibua wasiwasi kuhusu ukiukaji wa utunzi wa data unaodaiwa kuwepo wakati wa mpito kutoka bima ya zamani ya afya ya kitaifa ya NHIF hadi katika mfumo huo mpya. Kesi hiyo inapinga uamuzi wa serikali wa kufuatilia mbali bima ya zamani ya afya ya NHIF na kuanzisha bima ya afya ya SHIF pamoja na mamlaka ya afya ya jamii kama sehemu ya mageuzi ya bima ya afya kwa wote, hali ambayo ilianzisha michango ya lazima. Katika kujibu, serikali ilipinga ombi hilo ikisisitiza kwamba Bunge ilifuata mchakato unaofaa na kwamba mageuzi hayo ni muhimu ili kufanikisha upatikanaji wa afya kwa bei nafuu. Wajibu wa mashtaka waliomba mahakama itupilie mbali kesi hiyo. Jaji Bahati Mwamuye amehifadhi kesi hiyo huku akitarajiwa kutoa hukumu mnamo Machi 12 mwaka huu. Letuaa Debra, Darubini.